Saa chache baada ya Ukraine kutangaza kusaini makubaliano ya madini adimu na Marekani, Ukraine imetekeleza mashambulizi mazito ya ndege zisizo na rubani droni katika mkoa wa Odesa unaoshikiliwa kwa sehemu kubwa na vikosi vya Russia. Shirika la Habari la Associated Press limeripoti leo Ijumaa Mei 2, 2025 kuwa mamlaka nchini Ukraine nazo zimetoa taarifa kuwa Russia ilijibu mapigo kwa kurusha droni maeneo mbalimbali nchini Ukraine. Gavana aliyewekwa na Russia katika mkoa huo, Vladimir Saldo amesema katika shambulizi la Ukraine eneo la mkoa wa Odesa lililolenga soko la mji wa Oleshky, na limeua watu saba na kuwajeruhi zaidi ya 20. Kwa wakati mmoja, nanukuu, wakati wa shambulio kulikuwa na watu wengi wa sokoni, aliandika gavana Saldo kwenye akaunti yake ya mtandao wa Telegram. Baada ya wimbi la kwanza la mashambulizi, Saldo alisema Ukraine ilituma droni zaidi aliyenusurika. Wakati huo huo, shambulio la droni la Russia kwenye mji wa bandari ya bahari Nyeusi wa Odessa mapema Alhamisi liliua watu wawili na kuwajeruhi wengine 15. Gavana wa eneo hilo, Oleh Kipa, alisema shambulizi hilo liligonga majengo ya makazi, nyumba binafsi na duka kubwa la rejareja na eneo la shule. Video zilizosambazwa na Kipa kwenye mtandao wa Telegram zilionyesha jengo refu la ghorofa lililoharibika vibaya, dirisha la duka lililovunjika na wazima moto wakipambana na moto huo. Meya Ihor Terekhov wa Odesa alisema droni iligonga na kuwasha moto katika kituo cha mafuta katika eneo la mji wa Kharkiv, mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraini. Baada ya mashambulizi hayo, rais wa Ukraini, Volodymyr Zelenskyy alisema kuwa Russia imepuuza pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kikamilifu na bila masharti kwa zaidi ya siku thelathini hamsini za sasa. Nanukuu, kulikuwa pia na mapendekezo yetu angalau kutoishambulia miundombinu ya kiraia na kuanzisha utulivu wa kudumu angani, baharini na ardhini, alisema Zelensky, kupitia taarifa hiyo ya kila siku anayoitoa kwa umma. Russia imejibu haya yote kwa mashambulizi mapya na mashambulizi ya ardhini, alisema Zelensky, mwisho wa kunukuu. Marekani na Ukraine Jumatano zilisaini mkataba unaoruhusu Marekani kupata rasilimali za madini adimu ya Ukraine na kukamilisha makubaliano yaliyodumu kwa miezi kadhaa, ambayo huenda yakaruhusu msaada ya wa kijeshi kuendelea kwa Ukraine, huku kukiwa na hofu kuwa Rais Donald Trump huenda akapunguza msaada huo katika mazungumzo ya amani yanayoendelea na Russia. Zelensky awali alipendekeza mkataba kama kama huo mwaka jana njia ya kusaidia kuhakikisha mstakabali wa Ukraine kwa kuufunga na maslahi ya Marekani. Maofisa wa Ukraine walisema matoleo ya awali ya mkataba huo yangeliifanya ikrivu kuwa mshirika mdogo na kumpa Washington haki zisizo na kifani kwa rasilimali za nchi hiyo, lakini toleo lililosainiwa siku ya Jumatano ni lenye faida zaidi kwa Ukraine. Zelensky alisema Alhamisi kuwa kulisainiwa kwa mkataba wa madini ni matokeo ya kwanza ya mkutano wake na Trump mjini Vatican wakati wa mazishi ya Papa Francis na kuita mkataba huo wa kihistoria na wa kweli. Katika hotuba yake ya kila siku, Zelenskyy alisema kuwa kwa mujibu wa makubaliano yaliyosainiwa hakuna madeni yatakayolipwa kutokana na msaada wa awali wa Marekani kwa taifa hilo la Ukraine. Alisema mkataba utapelekwa bungeni ili kuridhiwa na kwamba Ukraine ina nia ya kuhakikisha hakuna ucheleweshaji wa utekelezaji wa mkataba huo. Kwa mujibu wa Zelenski, mkataba huo ni wa usawa halisi na unaleta fursa za uwekezaji nchini Ukraine. Hii ni kufanya kazi pamoja na Marekani kwa masharti ya haki ambapo taifa la Ukraine na Marekani ambayo inatusaidia katika ulinzi vinaweza kunufaika kwa ushirikiano, aliongeza Zelensky, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani alieleza mambo juu ya uwezekano wa mkataba mkubwa wa amani ambao Marekani inajaribu kuufanikisha kati ya Ukraine na Rusia na bado kuna pengo kubwa, wamekaribiana lakini bado wako mbali, alisema waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kwenye kipindi cha Hannity kinachofanyika katika television ya Fox News siku ya Alhamisi usiku. Na inahitaji mafanikio halisi hivi karibuni ili kufanikisha, ila sivyo rais atalazimika kufanya uamuzi kuhusu so muda gani zaidi wa kujihusisha na hili, alisema Rubio, mwisho wa kunukuu. Timothy Milovanov, waziri wa zamani wa uchumi na rais wa sasa wa chuo cha uchumi cha Kyiv, alisema licha ya kile alichokiita shinikizo lisilowazika wakati wa mazungumzo ya mkataba wa madini, Ukraine ilifanikiwa kulinda maslahi yake. Nanuku, huu ni ushindi mkubwa wa kisiasa na kidiplomasia kwa Ukraine, Milovanov aliandika kwenye mtandao wa, wa Facebook. Mkataba unaonekana kuwa wa haki kabisa, aliongeza Milovanov, mwisho wa kunuku. Alisema mkataba haulazimishi Ukraine kuuza tu kwa wanunuzi wa Marekani. Badala yake, anasema mkataba huo unatambua mchango wa pande zote, Ukraine kwa mapato ya miradi mpya na Marekani kwa msaada wa kijeshi. Wakazi wa Ukraine walitoa maoni mbalimbali kuhusu mkataba huo mpya wa kiuchumi wa Marekani na Ukraine, wengi wakisema hawajapata muda wa kuelewa madhara yake kikamilifu. Miongoni ya mwa waliohojiwa na Associated Press kuhusu mkataba huo alikuwa ni Diana Abramova, aliyeshiriki mkutano katika uwanja wa uhuru akidai taarifa juu ya wanajeshi wa Ukraine waliopotea, baba yake Vantelin Strovnias aliyepotea vitani mwaka jana. Habari yoyote ni ngumu, iwe kuhusu mazungumzo au jambo lingine lolote, lakini bado naamini na natumaini kuwa hatua yoyote itatufanikisha au itatufikisha karibu na kitu kimoja, ushindi wa Ukraine, ushindi tu, Abramova alisema katika mahojiano hayo. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Natalia Sofska, mwenye umri wa miaka 74, alisema hajui undani wa mkataba huo, lakini anabaki na matumaini ya tahadhari. Wengine walionyesha mtazamo wa mashaka zaidi, akiwemo Iriana Vasilevska, mkazi wa Kyiv, mwenye umri wa miaka 37, alionyesha kukata tamaa na kuchoshwa na athari pana za mkataba huo. Aliiambia Associated Press kuwa anajisikia vibaya kwamba ardhi yake ni kama sarafu ya mazungumzo kwa dunia nzima na kwamba Ukraine hakuna ulinzi wa kweli bali inategemea wengine. Namnuku, mtazamo wangu ni kwamba badala ya kujijenga tunaendelea kutoa kila kitu, na hisi huruma kwa ardhi yetu na kwa watu wetu, alisema mwathiri huyo. Mwitikio wa kusainiwa kwa mkataba huo ulikuwa hafifu Moscow Jumatano, ikiwa ni siku ya yes, sikukuu nchini Russia mapo, lakini naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la taifa la Russia, Dmitry Medvedev Alisema Trump amelazimisha Ukraine kulipa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa kutumia rasilimali zake za madini. Namnuku, sasa misaada ya kijeshi italipo kwa utajiri wa kitaifa wa nchi inayotoweka, alisema Medvedev kupitia akaunti yake ya Telegram. Vladimir Logov, mwenyekiti wa tume ya uhulu ya baraza la kiraia la Russia, aliambia shirika la habari la serikali la Ria Novosti, Novosti kwamba Zelensky ameiweka Ukraine katika utumwa uliohalalishwa kisheria. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira, na hii ni Mwananchi Digital.